Hello ladies and gentlemen. Welcome again to Digital Entrepreneurship Academy, yani DN Academy channel. Hii ni sehemu ambapo tuna discuss mambo mengi sana yanayohusiana na ujasiriamali kwa njia ya kidijitali lakini hasa tumejikita kwenye teknolojia mpya ya blockchain. And by the way, leo tupo kwenye episode nyingine ya kuitwa Crypto Real Check, almaarufu kama CRC, powered by Cryptos Wallet. Utakuwa na mimi Anthony Mlelwa almaarufu kama Trace Magno pamoja na Charity Aaron. Eh, jambo ni refu kidogo, eh? Uh, actually leo tuna conversation muhimu sana. Eh, hmm. Basically nadhani uh, jana hmm. uh, Salim Kikeke wa Crown FM alikuwa anafanya mazungumzo na Government. Governor wa Benki Kuu ya Tanzania hmm. uh, Sa Emmanuel Tutuba. Hmm. Eh, eh hey, sasa kuna information alizitoa kuhusiana na crypto hmm. Nadhani zimekuwa na contradiction au anauliza imekuwaje, inakuwaje, inakuwaje hmm. Lakini tukaona si vibaya tukitolea clarification kwa sababu hmm. alichokiongea na taarifa alizokuwa amezitoa ziko very clear kwa mtu ambaye anafanya uchimbuzi Hmm. ya kinifu wa taarifa hmm. kabla ya kuzitolea uh, uh, kauli yoyote, si ndio hmm. yeah, so leo wacha tu discuss, tuweze kutoa clarification kuhusiana na hicho kitu. Kwanza kabisa umefanikiwa kusikiliza interview yote? Yeah, nimefanikiwa especially kwenye kusikiza... kusikiza... kipande cha mambo ya crypto na blockchain e, ni na nilichofanya mimi nilisikiliza ile interview yes, kwa sababu nadhani kuna vipande viwili mm -hmm, lakini kile, kile kipande ambacho sisi kimetugusa nikakisikiliza vizuri. mm. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho. yeah. Na ikabidi tena nirudie kwenye ule upande ambao alikuwa anazungumzia cryptocurrencies. yeah. Na nadhani amezungumza vitu vizuri sana Sao, lakini changamoto ambayo imefanya watu wengi wametufata inbox, yeah. ni baada tu ya kuona zile picha lakini like yeah. hawajasikiliza interview. Yes exactly. Na yeah. By the way, nadhani kile kipande ambacho kilikuwa kimekuwa cropped, mm. kilikuwa kina attract attention ya watu kubwa sana bila mm. kujustify justify uh uhalisia kwa nini alizungumza vile. Ah, mm. mm. uh, kwanza kabisa amewatahadharisha watu wasijihusishe na masuala ya, ya, ya crypto. Good. Okay? Mm. Nadhani hicho ni kitu ambacho watu wengi ndio wakaanza kupanic hapo. Mm. Mm. Which sasa kwa mimi tukizungumzia katika perspective ya kitaalamu, mm. Emmanuel Tutuba ni governor wa Benki Kuu ya Tanzania. Mm. Na hayuko pale kama Tutuba, mm. yuko pale kama gavana wa Benki Kuu ya Tanzania. Inawezekana mm. kama angeongea kama Tutuba mm. ambaye yuko nje ya mm. cheo chake mm. probably angeweza kujustify a different way, lakini akiongea mm. kama governor wa Benki Kuu ya Tanzania mm. inabidi awe makini sana kwenye kile anachokiongea especially mm. akiwa anajua kinaenda kwa ajili ya watu ambao wana IQ tofauti tofauti za uelewa kabisa. Uh, tukirudi nyuma kidogo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, ishirini na nne kama sikosei mm. kulitokea matukio mengi sana ya viongozi wa serikali, watu maarufu kujiingiza mm. kwenye crypto pasipo kuna tahadhari wakasababisha matatizo makubwa sana mm. kwa brandi zao mm. lakini pia kwa reputation zao mm. tukianzia Argentina, uh, President Malay aliposti crypto ambayo alijustify na kujielezea kwamba itakuwa ni coin ambayo inaenda kuwanyanyua wafanyabiashara wadogo wadogo mm. Lakini alifanya vile kwa influence ya ma, ya watu ambao wanatengeneza meme coin mm. Akapelekea watu wakapoteza zaidi ya dola milioni 800 ndani mm. ya masaa 24 mm. wakina, kwa sababu alinunua kitu ambacho hakina project nyuma yake, kwa hiyo ikapelekea watu wakawa kama wanagambo mwisho wa siku mm. ikapotea mm. Lawama zikawa kwake na ilimharibia CV sana mm. Na sio yeye tu, tumeona hata kina FTX ilivyoanguka, mm. kama kina huyu uh, mcheza basketi alikuwa nana anaitwa, wasanii wengi sana walikuwa kwenye yeah. makesi, makesi. Yeah. Lakini sio hivyo tu, tunaona hata Central Africa hapo yule, mm -hmm. Rais wa Central Africa naye alipost mm mimi watu wakaibiwa. mm -hmm. Eh, kwa hiyo ikapelekea reputation za watu zikawa zinaharibika. mm -hmm. Sasa tukirudi kwa upande wa Tanzania, sio mara ya kwanza kwa governor wa benki ya Tanzania kuwatahadharisha watu kuhusu crypto. mm -hmm. Nadhani hata kipindi cha nyuma alishaye kuzungumza pia, mm -hmm. na hiyo video nadhani tulichambua. yeah. Katika kuongea kwake, unaona kabisa anatumia kinyo hata precautious approach mm. Kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania wengi mm. hawana knowledge ya crypto ni kitu gani mm. na crypto nzuri zinakuwaje mm. vitu vingi sana hawajui mm. lakini sio hivyo tu mm. Watanzania wengi wamekuwa na historia mbaya sana wanapojingeji na mambo ya crypto mm. yani kwamba feedback zao huwa mara nyingi ni mbaya mm. unaona mm. sasa leo hii kiongozi ambaye anakuwa na dhamana kubwa ya kifedha kwenye nchi akiulizwa kwenye kitu ambacho pia hata wataalamu wengi ambao wapo kwenye positions bado hawajakipatia ufafanuzi mm. ya kinifu mm. hawezi akasema kwamba kafanyeni. No, it's... it's very obvious. Yani kwamba asingeweza kusema hivyo yeah. kwa sababu angesema wakafanye. mm. tuna list ya mamilioni ya crypto tokens ambazo zinatengenezwa each and every uh, day mm. Sasa yale makrypto ayo mameme manini ambayo yanatengeneza yamekuwa hata yani hayahitaji hata mchakato wenye kutengeneza mm. Watu wanaanza akajakwambia zile crypto alizozungumzia ile governor ndio hizi hapa anunua. You get the point? Lakini ukiangalia uhalisia kumbe ananunua meme coin, hanunui crypto ambayo ina ina kitu ina utility nyuma yake. Kwa hiyo akipigwa hatasema kwamba ah, itabidi hapa niwe makini, atasema mbona yule kiongozi alisema tununue. Yaani hata aitaka kujua kwamba alinunua crypto nzuri au mbaya, yeye atasema mbona yule alisema tununue. Kwa hiyo hiyo itamharibia reputation yake na siyo kiongozi wa kwanza kufanya hivyo. Ukiangalia yule aliyekuwa chairman wa Securities and Exchange Commission wa Marekani. Marekani, mm, mm, tunajua ndio nchi ambayo ina ATM nyingi za crypto, ndio ina watu wengi wanaotumia crypto mm, -hmm. na ina makampuni mengi makubwa ya crypto. Yeah. Lakini yule chairman wa Securities and Exchange Commission alikuwa kila siku anapambana na watu wa crypto mm, kuwa discourage. Kwa sababu yeye alikuwa anaona position yake yeye haijamwea rahisi kuweza kujustify uhalisia wa hizo crypto zinakaje. Kwa yeye akaamua kutumia ile approach ya kuzuia mm, kwamba asije akaangukia kwenye lawama kwamba huyu ndo alituruhusu kufanya hivyo vitu mpaka alipokuja yupo Watkins nadhani mm. yeye ndo yuko ku active kwenye mambo ya crypto rais pia ana support, ndio unaona mm. vitu. Kwa hiyo viongozi wakati mwingine huwa wanajaribu ku protect maslahi ya nchi mm. mm. lakini ku protect legacy yao, kwa sababu watu huwa wanafanya vitu kwa muhimko, lakini lawama, mwisho wa siku, lazima zitaenda kumwangukia yule mtu mwenye zamani. Yeah, na nimefurahia sana mimi nilikuwa namsikiliza na, mm. na ameelezea vitu vingi sana ukipata muda wa kusikiliza, uh, ni, ni dakika kadhaa tu yeah, of course na kitu cha kwanza ambacho alikisema ambacho mimi nafikiana naye asilimia mia moja alisema mm. kwamba kwanza sisi mtu um, wa kawaida hana yeah, namna ya kujua kwamba coin hii ni nzuri au ni mbaya yeah. Na anasema hata wao magavana wa benki kuu walivyokaa Geneva mwaka 2023 wao wenyewe wakawa wanabishana, bwana, hizi cryptocurrencies vipi? Ni hela ni nini? Mpaka mwishoni wao wenyewe magavana wakakaa, wakakubaliana kwamba hizi sio currencies, ni assets. Ni assets, kwa mfano hizo bitcoin whatever, ukiangalia volatility yake and all that, they don't resemble of it to be currencies or medium of exchange. Na nadhani sisi tulishafanyaga hizo podcast kipindi cha nyuma, tulivyokuwa tumesoma na sisi vizuri, tukawa tunabishana na watu kwamba, bwana, crypto sio lazima iwe hela crypto nyingine hazina sifa ya hela kabisa. mm -hmm. So sasa, unajua swali, kwa mfano so, mm -hmm. mm -hmm. hata mm -hmm. mm -hmm. uh, uh, uh, mm -hmm. ile ameuliza kikeke pale alikuwa ameuliza kwa maana ya kwamba cryptocurrencies unazichukuliaje sasa. Tukiangalia tukirudi nyuma, hapa juzi juzi serikali ya Marekani kupitia Paul Atkins na ile ile ile enterprise Ethereum I think ile ni dot org mm -hmm. namaanisha ni non-profitable organization mm -hmm. Walikuja na kitabu au mm. framework ya mm. global standard ya kuclassify crypto mm, kwa sababu kitu ambacho tummoja kujua ni kwamba not every crypto is currency. Kuna crypto zingine ni currency ambazo kama USDT, okay. USDC ambazo mm. zina udhibiti, kwa mfano Marekani wameshatengeneza sheria ya udhibiti ya stable mm. coin kama USDT, kwa sababu mm. huwezi ukapata USDT mm. kama hauna US dollar mm. which means yeyote mwenye USDT mm -hmm. ana uwezo wa kesh out kiasi chochote cha dola anachokitaji kwa sababu reserve ya USDT imekuwa outdated. Audit, audited. Audited, yes. Yes. Lakini kuna crypto zingine ni gambling ticket. Mm-hmm. You get the point? Yani hazina kitu nyuma yake, hilo unaona, kwa sababu zina umaarufu, kwa hiyo zikipanda, hivu, lakini zikipromoka hamna kitu cha kuangalia. Mm-hmm. Kuna crypto zingine zinasimama kama hati za nyumba. Mm-hmm. Yes. Kuna crypto zingine zinasimama kama insurance. Mm-hmm. Kuna crypto zingine zinasimama kama hisa. Kwa hiyo crypto is just a shell unit coin. Mm-hmm. Lakini what does it represent inategemea imejengwa katika mm-hmm. mstakabali huu. Yeah. Na ndio maana hata pale ilikuwa imezunguka kusema kwamba kuna crypto zingine unaweza ukanunua ukasema, you are worth a million dollar. Mm -hmm. Lakini ukitaka kupata ile million dollar huwezi, oh, kuipata lakini yeah. Basically, kwa pale alikuwa anazungumzia meme coins kwa sababu mm. -hmm. Meme coins waga wanatengeneza set price nadhani. mm. -hmm. Tushaizungumzia hiyo kitu mm -hmm. Kwa unakuta bei ni kubwa, lakini ukienda kuuza kidogo, wa kizo wali watatu, shughuli imeisha. mm -hmm. Although kuna kitu pale nadhani pengine watu wanatakiwa waelewe vizuri kwamba mm. -hmm. crypto nyingi ambazo zina utility perspective na zina sifa kama ya hisa mm -hmm. Mkinunua mm. wengi mm. ikiwa imepanda thamani mkiuza wote itakuwa kama hisa. Hata hisa mm. kama mkinunua kwa wingi mm. halafu mkauza mm -hmm. you get the point mm. Eh, usitegemee kama wote mtauza kwa bei ile ile kwa like sababu exactly. jinsi utakavyozidi kuuza bei itazidi kushuka mm. changamoto ni kwamba mm. watu wanazitafsiri crypto assets ambazo zina sifa kama ya hisa mm. wanazitafsiri kama currencies mm. currency mimi nilikuwa na milioni kumi na mtu mwingine ana milioni kumi akienda kuzitaji inabidi asipate. umeona mm -hmm. lakini zile shares mm. We tumenunua hapa bei mm. wote Tanzania labda tumenunua hisa mm. Leo mi nikiuza, ukauza, ukauza yule wa kumi kuuza mm. is most likely, atapata mm. lower price than mm. Ai, kwa sababu si tumesharemove liquidity kwa kiasi kikubwa ambao tumeshaanza kuuza. mm. nadhani issue ni watu kuelewa, unaona hapo yeah, naomba niongezee kabla hatujavuka yes. Unajua sio kwenye hisa tu, unavyozungumzia hizi assets, zina wako kwenye principles za demand and supply yes. Mfano ambao mimi always napendaga kutumia ni mwaka 2008 yeah kulikuwa na housing bubble Marekani, yaani yeah, kwamba ulikuwa una uwezo wa kununua nyumba leo dola laki laki moja, hey, baada ya mwezi ukaweza dola laki moja na nusu mm, si ndivyo yeah? ile bubble ilivyo collapse, kilichotengeneza bei walikuwa na set price ni ambayo ni kubwa kuliko value halisi exactly, na kipindi yeah, kile ilikuwa ni kupata mortgage ile kwa sababu yeah. Unajua Marekani wengi wananunua nyumba kwa mortgage kwamba yeah. Unaweka down settlement la ndogo mm. Then mm. nyingine unakopeshwa na benki mm. Kipindi kile ilikuwa ni rahisi sana sana kwa kila mtu akawa ananunua na... ile bubble ilivyo bust everything collapsed, nyumba ambayo mtu alinunua let's say dola laki sita mm. Ukienda sasa kwenye ile bei ya soko alisia hey. Unakuta ili, ile crash ilivyotokea dola laki moja dola laki mbili kwa it means kwamba when we are looking at asset ile yeah. Swala la kwamba nikitaka hela yangu kuitoa yes. kama kila yangu, obvious, mtu akisema bwana, nataka nitoe hela yangu, lakini mimi ile interview kwa kweli, na nakumbuka mi hata tulivyokuwa tumeitwa BOT kuna kipindi fulani kuna Samuel dela wa clause ali organize meeting ya kwenda kukutana na watu wa uh, uh, bio t pale mm. Kuzungumzia mstakali mzima mambo ya crypto and all that mm. Mimi i think nilikuwa ni moja kati ya watu ambao nikasema, kwa kipindi ambacho tuko nacho Tanzania mm. bado hatujawa na utayari mm. wa kuwa na sheria mm. za crypto, kwa sababu awareness ni ndogo sana, so it's better tuka implement awareness mm -hmm. halafu sheria zikija zitakuwa ziko effective kwa mm. mimi uh, what he is talking there As a leader of institution ambayo ina dhamana mm. kwa jamii mm. he was very okay. Yani mimi sijaona kama kuna changamoto yoyote kwenye alitoa kiongea, kwa sababu pia ameongea pale, kaelezea vizuri, kasema mm. eh, sisi kama serikali mm. tumeangalia katika perspective ya uhalisia kwamba hii mifumo bado watu wengi hawana uelewa nayo mm -hmm. haijawa rasmi, hatuna sheria mm. za udhibiti wala kanuni yeah. Yeah. kwa hiyo kwa kipindi kama hiki sio mfumo rasmi mm. kwa hiyo tunawashauri watu wajiepushe nayo, kwa sababu ina viashiria vingi vya hatari yeah. na ni uhalisia kwa sababu mm kama kwa mwaka no, kwa miezi kipindi kile unakumbuka tu nilikuwa tunaenda Dubai kwenye Crypto mm, Expo kulikuwa na project milioni tano almost plus mm, ambazo zitengenezwa mm, lakini mpaka mm, mi kwa miezi mitano project mm, zaidi ya milioni tano zimetengenezwa mm, halafu hizo survive ni kama ishirini na kitu, that imagine is hiyo ni riski kubwa. Kwa hiyo obviously lazima yeye <laughs> kwenye ile approach ya kulinda mm, watu wake na kulinda thamani ya hela ya nchi yake lazima aongee vile, although amesema kwamba mwisho wa siku watu wana hiari ya kufanya maamuzi mm. yao kwa sababu mm. unaona crypto assets crypto wallets nyingi ziko zizi, mm. ni za nje yeah. e, sio kwamba zimerejista Tanzania au wapi mm. ni baadhi ya nchi kadhaa, unakuta kwa mfano Marekani kuna wallets zinafanya kazi Brazil mm -hmm. Panama mm. e, Seychelles Mauritius ni sehemu e, Dubai kwa, mm. kwa kiwango kikubwa mm. ni sehemu ambazo unakuta kuna baadhi ya makampuni yameshapata license ya kuoperate katika mm. hiyo mazingira. Kwa unakuta mimi mtanzania nimeona kuna fursa, siwezi nikasema kwamba e, serikali imenikatalia kwenda kununua, sio kweli, ila wameniambia kwamba nisifanye kwa sababu riski ni kubwa kwao. Ina maana mm. nikipata riski manake mm. <laughs> hiyo ndio mtoto kalilia wembe, unaona. Kwa hiyo alichokiongea ni kitu ambacho mm. kinamtahadharisha mtu kabla hajafanya maamuzi, ajue kwamba this thing mm. is not in a formal a regulatory system mm. Kwa hiyo wewe unapofanya lazima ujue kwamba ni kitu ambacho kipo kwenye majaribio ambacho hata wao wamesema wana timu ambayo inafanya utafiti mm -hmm. Watakuja na sheria na za udhibiti, namna ya kuweza kudeal na hizi mm -hmm. asset mm -hmm. na in fact infact mm -hmm. tukiacha USDT, USDC ambazo zipo backed na dola kabisa mm -hmm. The rest of the crypto ni assets. mm -hmm. na kwa sababu pia unakuta kwa mfano uh, tulikuwa tunazungumzia juzi Dubai wana mm. pripe.com wana crypto ambazo zina represent real world asset kwa mfano kwenye real mm. -hmm. estate. mm -hmm. Eh, kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo ukiviangalia vipo categorized katika mifumo ambayo inahitaji e, ujue kabisa hii crypto nayo inunua ni hela, mm -hmm. ni asset, mm -hmm. ni gambling ticket, mm -hmm. ni insurance, mm -hmm. eh, ni real world asset tokenized mm -hmm. like it's crypto ziko za aina tofauti tofauti. Yani, ukimention kripto kama ukaandika 100 alafu mm. usi signify ni kitu gani, ingezeka kama 100 shilingi, dola 100, vikombe, glasi mm -hmm. lakini ukiandika kabisa 100 glasses ah, mnajua ah, ah glass 100 mm -hmm. the same apply to crypto kwa inabidi watu waichukulie ile interview ya governor in a positive way, ya kuwa makini kabla ya kufanya maamuzi, in case wakiona hawana elimu ya kutosha mm -hmm. Basi wajifikirie stage ya kuona kwamba they can abstain for a moment mm -hmm. waweze kujua kwamba ni kitu sahihi kufanya kwao, au, au sio sahihi mm -hmm. yeah. Yeah. Kama yeah, utakuwa na kitu kingine cha kujazia. Uh, mimi sina cha kujazia yeah. <laughs> Ni kusisitiza kile ambacho governor pia amesema yeah. Unajua ukimsikiliza governor ndio unapata perspective ya how to safely adopt mm. Kwa sababu ukianza kusikiliza hata ile interview mwanzo, anasema kwamba tuliona nchini kuna uhitaji wa kutoa elimu yeah. Ndio akaanzisha hizi kama certified financial yeah, educators, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wakasema wameongeza kwenye mitaala ya mashuleni mm, kwamba elimu ya fedha ni muhimu, elimu ya fedha ni muhimu. So it means kwamba hata kwenye adoption ya mtu kwenye masuala ya cryptocurrencies yes bado pia elimu ni, hebu imagine mm -hmm. a, a, a traditional financial system mm -hmm. Ambazo zipo miaka nenda rudi mm -hmm. Zimekuwa na changamoto mm -hmm. Kwenye mikopo, kwenye nini kiasi kwa mpaka wakaamua kuongeza wataalamu wa fedha mm -hmm. Ili waweze kuwa train hao watu mm -hmm. So, sasa think about this new technology ambayo ina financial instruments nyingi mm -hmm. How will it be? Kwa it's, it's, it's well, it was important. Very natural kwa hiyo kuongea hivyo na people should understand. Nimeangalia comments za mm, watu kwenye ile page ya Crown pale, watu wengine wanatukana, wengine kasome, wengine kafanya hivi, kafanya hivi, lakini ukiangalia alichokiongea pale is totally true. That is basically ni namna ambavyo kiongozi natakiwa awe kwa sababu unapo deal na watu wa IQ tofauti. Yani mi siwezi nikafanya judgment mm. ya watu kujua crypto kwa kuangalia community ya DNA Academy mm -hmm. kwa sababu watu wa DNA ni wachache mm -hmm. na wanauelewa kweli lakini mm -hmm. siwezi nikajaji watu sijui 500 1000 mm -hmm. nika justify kwamba Tanzania wanajua crypto tutengeneze tu sheria That's mm -hmm. not true, na ndio maana hata Kenya wametengeneza sheria, lakini hawajatengeneza sheria za kuguide individual performance kwenye mm -hmm. crypto industry wamedeal na vicho asset service mm. providers yeah. makampuni Ma ili hata kitokea cha kutokea wajue kabisa wanadeal na kampuni. Kwa hiyo na maana watu inabidi wafike stage wa vipokee vitu. Yaani, unajua mimi tokea nimeanza kuelewa uhalisia wa blockchain industry mm. nimekuwa ni nime mtu ambaye siwezi kujaji kitu kwa hisia. ehe mm -hmm. najitahidi kuangalia perspective, huyu mtu alipoongea position yake imekaa vipi. ndio no, mm. maana hata kuniona kimtikia, tulikuwa tunazungumza kuhusu mambo ya bull run mm. mimi niliangalia katika perspective ya ki ya ki logic mm. Nikaona kabisa there is no way vitu kama hivyo vinaweza vikatokea. si bull run tena si kwani zimepanda mara 10 mara mm. 20 hicho kitu hakitakuja kutokea. mm. Kwa hiyo tulivyoongea watu walikuwa wanatubeza, lakini 3 years down hakuna mm. gabulan ile iliyotokea na haitakuja kutokea. watu they need to understand that. wanaweza wakanichukulia vibaya mm. kwa sababu na sisi tulipokea comment mbaya mm. lakini tunaongea uhalisia mm. mtu, ukitaka kupokea upokee, usipotaka kupokea basi, lakini ukweli ndio huo mm. yeah so yeah. Yeah, basi jamani, tulikuwa tunafanya clarification ya uh, speech ambayo bwana Uh, governor wa Banki Kuu wa Tanzania Mr. Emmanuel mm. Tutuba aliweza kutoa na tulikuwa najaribu clarify, kwa sababu watu wengi kama walikuwa wana misjudge mm. what he, he spoke was very right mm. kwa mtu ambaye ni, ni ni mwenye dhamana mm. na aliongea uhalisia na amewatahadharisha. mm. Zuri, hajasema kwamba tume tumeban amewatahadharisha, mm -mm. kwamba ni kitu ambacho wao hawakushauri uingiaji nacho kwa sababu kina viashiria vingi vya hatari. Hmm. Na it's true unavyozungumzia hisa unavyozungumzia crypto whatever, they are called risky assets kwa sababu hmm, dynamics ni nyingi, lakini ni vizuri pia ukajua hiyo asset unayonunua ni asset ya aina gani. So, tumefika mwisho wa episode yetu ya Crypto Reality Check. Ulikuwa na mimi, Trees Magnum wale maarufu kama Anthony Mlelwa pamoja na Charity Aaron e, kutoka Dien Academy na tunasema yes. Conversation hii imekuwa powered by Encryptus Wallet kwa tuendelee kusikiliza tuendelee kujifunza ili e, tufanye maamuzi yenye taarifa mie mko haifai kwa sababu inaweza kupelekea pia ukajikuta unapoteza Uh, purchasing power yako ambao unahitaji uikuze au value yako, au au unahitaji uitunze, a unaipoteza. Na pia tunapokuwa tunajaji uh, vitu tuvijaji katika intellectual perspective, ili tuweze kujua point ipi ya msingi tunaichukua kwa ajili ya kutusaidia sisi binafsi. Usiache kusubscribe, subscribe, usiache pia kuacha comment yako, tukutane tena wakati mwingine. Bye. Bye. Yeah, That's the